Na mzozo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hususan katika eneo la mashariki unaendelea kuchukua sura mpya kwa kadri siku ambavyo zinazidi kusonga. Hivi sasa tunapokutana katika mjadala huu, ni wakati ambapo imewekwa wazi na Jumuiya ya Maendeleo Kusini Mwa Afrika SADC kwamba sasa inalazimika kuyaondoa majeshi yake katika eneo hilo kutokana na sababu mbalimbali mbali ambazo wamekaa vikao viongozi wa eneo hilo na kuridhia kuchukua uamuzi huo. Kabla tujaingia kwenye mjadala wenyewe, hebu tuangalie taarifa hii ambayo itatutengenezea taswira ya kile ambacho tutakuja. Uamuzi wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC unahitimisha operesheni ya majeshi ya umoja huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokuwa na lengo la kusaidia vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo kudhibiti hali ya usalama katika mikoa ya mashariki mwa taifa hilo. Katika mkutano huo maalum ulioongozwa na Rais Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe kwa njia ya mtandao, viongozi wa SADEK wameonyesha wasiwasi kuhusu hali ya usalama inayozidi kuzorota mashariki mwa DRC licha ya kuwepo kwa vikosi vya nchi za SADEK. Licha ya uamuzi wa kuondoa vikosi Kongo, SADC imesisitiza itaendelea kusaidia serikali ya nchi hiyo na kusema suluhu ya kudumu inahitaji ushirikiano mpana wa kisiasa na kidiplomasia ukihusisha serikali, makundi yasiyo ya kiserikali na kundi la waasi wa M23. Vikosi vya SADC vinavyohusisha majeshi ya nchi za Afrika Kusini, Malawi na Tanzania vilipelekwa Desemba mwaka 2023 nchini DRC ili kusaidia kuleta amani. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya jumuiya maendeleo kusini mwa Afrika SADC Organ, ameshiriki mkutano huo kwa njia ya mtandao Ikulu cha Mwino mkoani Dodoma. Hatua ya kuondolewa kwa vikosi vya SADC inajiri baada ya miaka mingi ya juhudi za kudumisha usalama, ingawa hali bado sio shwari mashariki mwa Kongo. Aidha, kikosi hicho cha SADC kimetambua jitihada za rais Samia na rais Mnangagwa katika kuratibu ajenda ya amani na usalama nchini DRC. Katika hatua nyingine, mazungumzo baina ya serikali ya jamhuri ki ya kidemokrasia ya Kongo na waasi wa emu 23 yanatarajiwa kuanza katika mji mkuu wa Angola, Luanda, Machi 18 kwa mujibu wa serikali ya Angola. Serikali ya Kongo mara kadha imekataa kushiriki katika mazungumzo na kundi hilo, ingawa imethibitisha imepokea mwaliko wa Angola, lakini haikuthibitisha ushiriki wake Wakati kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa ameandika katika mtandao wa X kueleza kundi lake kuunga mkono uwezekano wa kukaa kwenye meza ya mazungumzo na serikali ya DRC. Rajabu Msangi, Azam News. Maana yake ni kwamba sasa vikosi hivi vya SAMIDRC vimekaa kwa takriban miezi mitatu tu nchini DRC na sasa vinalazimika kuondoka baada ya uamuzi huo wa viongozi. Huu ni uamuzi ambao unafanya vikosi hivi viondoke kwa awamu, kwa mujibu ambao utaratibu utawekwa kuviondoa vikosi hivi. Katika kulijadili hili tunaye Lugete Musa Lugete, yeye ni mchambuzi wa siasa zikiwemo za maziwa makuu. Rais, baada ya uamuzi huu wa SADC, na je ni kwa namna gani sasa DRC itapita katika njia zilizo sahihi ili kufikia ile ndoto aliyonayo ya muda mrefu ya kuleta amani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Lugete, majeshi ya EAC tunakumbuka yalikataliwa na DRC yakalazimika kuondoka. Na DRC ilionekana kwamba chapu lao ni majeshi haya SAMIDRC kwa sababu walikuwa wanahitaji nguvu ya kijeshi ili kukabiliana na makundi haya ya waasi kama M23. SADC nao wanaondoa majeshi yao. Hii ina maana gani kwa DRC ambayo ina ndoto ya kurejesha amani katika eneo la Mashariki? Kwanza kuna nadharia mbili Mw. kwa baada ya SADC kusema kwamba itaondoa majeshi yake Kongo na kusitisha operesheni ya kulinda amani, njia ya kwanza ni kujaribu kuleta uhalisia wa diplomasia, kwa maana ya kwamba kile kitakachoenda kufanyika Luanda Angola kati ya waasi wa M23 na serikali ya Kongo kitaleta picha gani, na kama ikishindikana majadiliano ya Angola, kwa sababu sio mara ya kwanza Tio. Mwaka elfu mbili, kumi na nane, kumi na nane kumi na tisa walikaa tena, wanaitwa wanasema Luanda process ikashindikana, wakaja Nairobi ikashindikana. Kwa hiyo sasa ikitokea kwamba waasi wa M23 uh, wameshindwa kufikia makubaliano na serikali ya Kongo uh, kwa makubaliano atakayofanyia ku Luanda Angola, kitakachofuata sasa, itabidi wahame kutoka chapter 6 ya kulinda amani mpaka chapter 7 na kwenda kupambana kwa sababu majeshi, majeshi ya SADC yaliyokuwa Kongo hayakwenda kupigana na adui, yalikuwa ameenda Umoja wa Mataifa kwa maana ya kwamba kulinda amani na usalama wa raia dhidi ya waasi ko kwa, kwa kuwa hapte imeferi Congo kwayo majeshi ya Sadek yanaondoka Kongo kwa chapter 6 yakisubilia hmm. ya makubaliano ya Angola. Kama makubaliano ya Lwanda Angola yatashindikana hmm. itaangalia nani mbishi kati ya serikali ya Congo au waasi ndipo kitakapoenda kikosi kingine tena kwa ajili mm -hmm. ya chapter 7 kupigana mm -hmm. na adui. Utakumbuka kwamba mwaka 2012 mwezi August waasi wa M23 wakina Bosco Taganda, Sultani Makenga, Bitram Bisimbo, wakati huo huyu bwana Corneille Nangaa na alikuwa bado yuko serikalini mm -hmm. akihudumu kama afisa wa juu wa tume ya utaifa ya uchaguzi ya Kongo Sede kao, baada ya waasi wa M23 kuchukua mji wa Goma wa mwezi Agosti 2012 ilibidi vikosi vya Umoja wa Mataifa vya MONUSCO, United Nation African Mission in Congo, waombe kwenda Baraza la Ulinzi la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba tunaomba kuhama kutoka chapter 6 mpaka chapter 7, ndo akapewa mm, Luteni James Mwakiborwa Alois James Mwakibora e, akawapiga wale waasi wa, wa M23, kuwapiga wale waasi wa M23, serikali ya Rwanda ikafungua mpaka wa Rwanda na Congo na Rushuru ikawapokea wale waasi ikafunga kutoka elfu mbili na kumi na mbili mpaka elfu mbili na ishirini M23 walikuwa wamepotea mm, wamekuja kurudi baada ya hali ya sintofahamu kati ya serikali ya Rwanda na Bwana Felix Tshisekedi ndo wamekuja kurudi elfu mbili na ishirini na moja wamerudi mm, na nguvu ya wamerudi na nguvu kubwa. Kwa hiyo <laughs> sasa tunachokiona kwamba uh, vikosi vya SADC vimeheshimu makubaliano ya Angola, hayo yanaenda kufanyika Angola. Je, atakuja na picha gani? Mm, kama ikishindikana, itafuata hatua nyingine tena, kwa sababu hivi vitu vinapelekwa katika protokali mm, za sheria za ulinzi na usalama za Umoja wa Mataifa, pamoja na kutambua kwamba uh, lugete kuna hizo protokali na ni, ni, ni mikataba ambayo ni ya kimataifa ipo. Lakini umesema katika hizi dhana zinazoibuka wengine wanachukuliwa upande mwingine kwamba uh, SADC kiku, katika kipindi cha miezi mitatu kusema sasa hebu tuondoe majeshi ni kukubali kushindwa na kuwapa ushindi M23, kwamba wangekaa miezi mitatu ni michache sana kuchukua uamuzi kama huu, kwa sababu kumbuka kwamba bwana Raymond, wale mabwana walivoa walienda kulinda amani afu wakazingirwa. hmm. Yaani ni sawa sawa unakwenda dukani kununua shati ile, unatoa hela tu unanyoshewa bastola na hata shati ulipati, na shati ulipati, unazulumiwa kila kitu. Kwa hiyo wale walivyoingia Kongo Goma, wakaenda mpaka na Bukavu kulinda hmm. hawakujua kwamba M23 watakuja hmm. na kasi ya ajabu kiasi hicho, kwa wanafika pale wakawa mkoa bisiji ndio mezingirwa, kwa wakawa hawawezi kufanya lolote hmm. kwa cha msingi wakawa chini ya ulinzi wa M23 na kutoka Kinshasa mpaka Goma, njia ikiwa imefungwa mm. kwa hiyo ili kuweza kutoka, the, the only way ni kupitia Rwanda. Ndiyo. kutoka Goma kwenda Gisenyi, Rwanda, eneo la Rushuru pale mm. kwa hiyo sasa, hali hiyo sasa, huwezi tena ukaanza kupambana na adui wakati kilichokupeleka kule ni chapter 6 ya Umoja wa mm. Mataifa, kulinda amani mm. kwa hiyo lazima warudi, tusubiri makubaliano ya Angola yatakuwaje Alafu baadae ndo tunakwenda kwa chapter 7 mm -hmm. Kwa haya mambo huwezi pale, alikuwa ameshabanwa tayari, inabidi sasa kuruhusu huo mwanya mwingine uweze kufunguka. Okay. Eh, tunapokuwa tunaondoa majeshi yetu, kwamba hatulindi amani tena tunatoka mm -hmm. Tunasubiri makubaliano ya kidiplomasia yatakufanyika, Angola itakuwaje? mm -hmm. Ikishindikana, ikienda kwa mara ya pili hawataenda kama walivyoenda mara ya kwanza kwa sababu sasa hivi mm -hmm. Walishajua nguvu ya M23 iko wapi, wanapata silaha kutoka wapi mm -hmm. na wanapambanaje. Kwa hiyo watajipanga kwa na vikosi vitakavyoenda v vi kule mm -hmm. havitakuwa vya askari wa kawaida wale walioenda, itabidi wabadilishe, viende special forces viende sawa sawa. hapa hapo ndio tulikuwa tunamwona Rais Felix Tshisekedi Rais wa DRC akikutana na mwenyeji wake Rais wa Angola umesema awali, rais wa Angola amekuwa anafanya vikao kadha uh, wa kadha. Kipindi cha nyuma alishakutana mpaka na marais wote wawili wa ambao wanahusiwa na mzozo, kwa maana ya rais Kagame pamoja na Shisekedi, lakini hapa karibuni sasa tunaona kwamba anafungua milango mingine ya kukutana na M23, ingawa serikali ya DRC haijasema kwamba itaenda kwenye kikao, lakini watu wanasubiria kuona, je, rais Shisekedi ataenda kwenye hicho kikao? Wakati tunajiuliza hivyo, tunafahamu kwamba Shisekedi mara kwa mara amekuwa anasema hataki kuzungumza na M23, akisema mimi siwezi kuzungumza na magaidi kuna jivyo tulitarajia, sasa anaweza sasa hivi atakubali, kwa sababu walishamwambia watu wa SADC zungumza nao kwanza, afu tujue itakuwaaje kwa sababu ukiangalia kitendo cha rais Tshisekedi kukataa kuzungumza na waasi wa M23, hmm. kuna dhana mbili. hmm. kuna dhana ya kidiplomasia na dhana ya kijasusi. Dhana ya kidiplomasia ni kwamba ni lazima azungumze na waasi, ajue wanataka nini. hmm. ili kusudi yale yanawezekana yafanyike, yale yasiwezekana yasi, yasifanyike. yes, right. Lakini kijasusi ni kwamba mazungumzo yote kati ya waasi wa M23 na serikali ya Kongo yatamnufaisha Paul Kagame ambaye amekuwa akihusishwa na waasi hmm. wa M23. Kwa hiyo anajaribu kucheza karata. Lakini tukumbuke kwamba huu uh, uh, mzozo unabidi tuangalie. Ukitaka suluhisho la kudumu la mgogoro wa Kongo hmm. ni lazima tujue actors and players, wahusika ni wakina nani hmm. ndugu yangu Raymond, mgogoro wa Kongo wahusika wako nane Ukitaka kusolve mgogoro wa Kongo, sio kati ya M23. Tukisolve M23, wataibuka watu wengine tena. Mgogoro wa Kongo ni mkubwa. Kwanza, kuna serikali ya Kongo na jeshi la Kongo. Namba mbili, kuna makundi ya waasi, kila kundi lina lengo lake. Kundi la kwanza kubwa ni M23, ambao wanadhamiria na serikali ya Rwanda, nayo lina maslahi yake Kongo, wizi wa madini na kujifanya kutetea kundi la watusi wanaoishi Kongo, wanaitwa Banyamulenge. Uh, kundi la tatu la wa waasi tuna waasi wa FDLR ambao ni Interahamwe. Hao walitoka uh, Rwanda, walikuwa ni askari wa Juvenal Habyarimana, baada ya kupata ajali ya ndege na kufariki, wakakimbilia Kongo, mm. wanaitwa yeah. Forces for Democratic for Liberation of Rwanda. Amekuwa Rwanda akiingia Kongo yeah. hasemi kwamba anaenda kuchukua madini, anasema anaenda kupambana na waasi wa FDLR kundi lingine ambalo lina nguvu ni watu wanaitwa ADF nalo ni Alliance Democratic Forces. Hawa ni waasi wenye asili ya Uganda ambao wako Kongo, wamekuwa connected na wanamgambo wa Islamic State. hmm. Kundi la tatu ni Maimai Ribos, Maimai Walendu. Hawa ni wa wazaliwa wa Kongo ambao lengo lao ni kupiga makundi yote ya kigeni yanayovamia ya Kongo kundi lingine wanaitwa ni Redi Tabara. Hawa ni Watusi wa Burundi ambao wanashirikiana na M23 wenye lengo la kuiangusha serikali ya Burundi ya chama cha CNDD FDD. Utakumbuka Bwana Raymond kwamba mwezi Mei mwaka 2015 ilitokea jaribio la mapinduzi ya mchongo nchini Burundi. Rais wa Burundi marehemu uh, Pierre Nkurunziza akiwa Dar es Salaam kwenye mkutano wa dharura wa East Africa Godfrey Niombali na Alexis Sinduriji walitangaza mapinduzi ya Burundi. mm. Kikwete akasema hii haikubaliki, <laughs> haikubaliki. Kikwete akamrudisha Nkurunziza madarakani kupitia makomando wa JWTZ kumrudisha, ukatokea mgogoro wa kidiplomasia mkubwa kati ya Kagame na Kikwete mm. na waasi wa Redi Tabara wamekuwa wakishambulia Burundi wakitokea Kongo, eneo la Uvira na Karemi. Kwa hiyo haya, kuna makundi ya waasi hmm. Kuna nchi jirani na Kongo, natakiwa kujua watu wengine ambao natakiwa kushughulika kwenye mgogoro. Kuna Rwanda inataka nini Kongo? Burundi inataka nini Kongo? Uganda inataka nini Kongo? Angola inataka nini Kongo? Zambia inataka nini Kongo? Kwa sababu Zambia na yeye inapakana na Kongo kupitia kasal, kas, Kasumbaresa. Mm -hmm. Tanzania ina maslahi gani Kongo kupitia Ziwa Tanganyika? Kwa sababu Tanzania inaamini kama Kongo ikianguka tayari na ukiangalia wa Kongo wengi wanaiona Tanzania kama nchi yao ya ahadi. Mm -hmm. Ikitokea vita nchini Kongo tangu mwaka 1961 baada ya kuuawa Patrice Emile Lumumba, kuuawa na Mobutu na ku, ku, ku, ku, ku Asidi, kukatokatwa viungo na nini Wakongo zaidi ya milioni sita kuna Wakongo zaidi ya milioni sita wako Tanzania, mm. kwa mujibu wa tafiti za uhamiaji, na wengine hawataki kurudi kwao. Kama Kongo ikiendelea kuangukia mikononi mwa waasi na nchi ya Kongo, serikali ya Kongo ikawa dhaifu, kashindwa kudhibiti mipaka yake na hali ikawa mbaya, sisi tutakuwa wa kwanza kuelemewa na wakimbizi wengi. Kwa hiyo serikali ya Tanzania kwa miaka mingi imekuwa ikiwasaidia serikali ya Kongo ili kuweza kustabilize peace, kwa sababu hali ikidhoofika Kongo, sisi tunaumia. Lakini jambo lingine tunapaswa kujua tuna mash... maju... taasisi mbalimbali jumuiya za kikanda ambazo na zenyewe zinabidi ziwe uh, kwa pamoja zishirikiane. Kuna jumuiya ya Afrika Mashariki Mdia. Kuna SADC, kuna Umoja wa Afrika, kuna Umoja wa Mataifa, kuna Umoja wa Ulaya hao no, nao ni wahusika kwenye mgogoro wa Kongo wa moja kwa moja. Lakini kingine tunatakiwa kujua kuna makampuni zaidi ya 35 yanachimba madini Kongo. Kuna makampuni yamilikiwa ya na Wachina kuna kampuni kubwa ya Anglo Ashanti kuna kampuni inamilikiwa na Waisraeli ambayo zinachimba nickel, coltan uh, tantalum diamond dhahabu, uh, na madini mengine ya kimkakati ambayo inaitwa critical minerals ambayo yanatumia kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Baada ya hapo sasa tunapaswa kujua hawa waasi walioko Kongo silaha wanapata na kwa wa nani na zinapitia wapi? Lakini baada ya kitu cha mwisho kabisa hmm, ni mataifa makubwa kutoka Ulaya, Amerika mm, pamoja na Asia. Haya mataifa na yenyewe lazima yashirikishwe ili kutafuta amani ya kudumu ya Kongo, kwa sababu tunaweza tukaziba pancha la kulia likaibuka pancha la kushoto tukaibuka, likaibuka pancha la kaskazini. Tunatakiwa kujua, Marekani amekuwa ni muhusika wa Kongo kwa sababu Marekani na Ubeligiji hmm. walihusika kwenye mgogoro wa Kongo kumuua Patrice Lumumba kwenye operesheni Barakuda, wakahusika kumpa nguvu Mobutu mwaka 65 mpaka mwaka 97 wakamkataa Mobutu, wakamtuma Rwanda na Uganda akapeleka vikosi Kongo pamoja na mzee Laurent Kabila akitokea hapo, akaenda Kongo kumtoa Mobutu. Baadaye Laurent Kabila akawageuka wakam tena wakamkataa Laurent Kabila elfu mbili na moja kupitia operesheni mbongo zilo kumwondoa Mobutu, kumwondoa Kabila elfu mbili na moja kupitia wale askari wake Chadi Sojaz ambao anaitwa masta Kadogozi, wakamuua baadaye wakatoka hapo wakampa nguvu la uh, Joseph Kabila. Baadaye Joseph Kabila akamaliza nao vizuri. Sasa wako na Tshisekedi na Tshisekedi anaingia mkataba na wamarekani kuwapa mm -hmm. madini ili wampe ulinzi, kwa wa hiyo Marekani anahusika, Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji. Tunakwenda mchina na mgodi mkubwa sana wa, wa shaba pamoja na kolta na chimba huko mashariki mwa Kongo. mm -hmm tuna UAE yupo pale Kongo, tuna India, Israeli kwa hiyo mgogoro wa Mgugoni, Kongo ni moja kati ya migogoro mikubwa inawahusika wengi, kwamba actors and the players e, should be involved in the whole process of the Congo conflict. Katika picha hii unaotutengenezea uh, Lugete, inawezekana hata kuna mtazamaji hapa anachanganyikiwa kwamba sasa kama ni hivyo mgogoro utaishaje na, na watu wote hao? Ndio maana nasema mgogoro wa Kongo haujaanza leo wala jana. Mgogoro wa Kongo ulianza hata kabla ya uhuru wa Kongo, yeah. kwa sababu wakati wanapigania uhuru wa Kongo uh, Patrice Emil Lumumba kupitia chama chake cha MNC yeye alikuwa na ushirikiano mzuri na China pamoja na Umoja wa nchi za Kisoviet. Josef Kasavubu, ambaye alikuja kuwa rais wa Kongo kwanzia mwaka sitini mpaka sitini na tano yeye alipendwa na Wamarekani, Waingereza, Wafaransa, Wabelgiji na yeye, sera zake ni niku, ku, kuwafanya wawekezaji wabakie Kongo na waendelee kuchuma madini, lakini Lumumba alitaka makampuni yote ya Kongo yanayochuma madini yaondoke na yataifishwe. Mwaka 61 ikapitishwa Operation Barakuda, Mobutu akapewa kiwango cha maokoto cha fedha, akammaliza Lumumba. Ukabakia mgogoro sasa kati ya Mobutu pamoja na Kasavubu. Mwaka 65 Mobutu akachukua nchi, alivyochukua nchi akaanza kumaliza maadui zake Mobutu akawa anaungwa mkono wa Marekani, ananunua ana, ana vitu vya kifahari. Baadaye Mobutu akaingia ushirikiano na rais wa kwanza wa Rwanda, anaitwa Bwana Gregory Kayibanda kupitia chama chake cha Parme Hutu. Utakumbuka kwamba mwaka 1959 alitokea mapinduzi ya wahutu nchini Rwanda, and the hutu revolution, ambapo Gregory Kayibanda aliwafukuza zaidi ya Watusi laki nane aliwafukuza baadhi yao walikimbilia Uganda, ndo generation ya kina Kagame uh, patrick Nyamvumba, patrick Karegeya, faustin kayumba Nyamwasa, unawakuta wakina james Kabarebe walikimbilia Kagame mwaka hamsini na saba mwaka hamsini na tisa walikimbilia kule, wengine wakakimbilia Tanzania, wengine wakaenda Kongo mashariki wa Kongo wakaungana na wale banyamlengi wenzao, wakaenda Ituri, uh, Goma pamoja na Bukavu, kwa hiyo baadaye mwaka sabini mgogoro mwaka sabiyam... e, moka... <laughs> Lugete Busa Lugete, ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu ambaye tuko naye hapa tukiangalia mgogoro wa DRC na kinachotufanya turejee zaidi kuendelea kuangalia mgogoro huu ni baada ya SADC kuamua sasa vikosi vyake viondoke kwa awamu nchini DRC ili kuruhusu michakato mingine iendelee, kama ambavyo ametushirikisha hapa kwamba kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Mataifa pengine kuna nafasi nyingine ya kutafuta namna nzuri ya kumaliza mgogoro. Hii ni sehemu ya kwanza. Tutarejea katika sehemu ya pili na ya Mwisho wa kipindi chako cha Chekeche, tafadhali usiondoke okay. Asante sana kwa kuendelea kusalia nasi na karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho. Kipindi ni Chekeche, mimi ni Raymond Nyambihula. Tunaiangalia nchi jirani ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uamuzi wa ua jumuiya ya, ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC kusema sasa vikosi vyake vya SAMIDRC inabidi viondoke kwa awamu, ili pengine kupisha michakato mingine ya kutafuta amani nchini DRC. Mchambuzi wetu ni Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za Maziwa Makuu, na ametupisha katika dhana ama nadharia mbalimbali ambazo wanaona zinaweza kutumika vyema katika kutafuta suluhu ya mgogoro wa DRC. Lakini punde tu baada ya SADC kusema kwamba vikosi vyake inabidi viondoke, Wakongomani wamekuwa na mitazamo tofauti, na hasa wengine wakiona kwamba huu ni wakati sahihi wa jeshi lao kushika hatamu ya kusimamia amani ya nchi hiyo, kwa kuwa mara zote imekuwa ikionekana M23 wa kichachamaa, wanajeshi wa DRC ni kama wanasalimu amri mapema. Hebu tuangalie taarifa hii afu tuje tuendelee na mjadala wetu. Mwenyekiti wa SADC Emerson Mnangagwa ndiye aliyetoa kauli hiyo ya kuondolewa kwa majeshi baada ya kikao cha dharura cha viongozi ambacho kilifanyika kwa njia ya mtandao. Majeshi ya SADC yanayoundwa na nchi za Tanzania, Afrika Kusini na Malawi yalianza kwa jukumu la kupambana na M23 kabla ya baadaye kupewa azimio la kulinda amani pekee. Lakini baada ya kundi la M23 kurejea tena na kuteka maeneo ya Goma na Bukavu lawama zikaanza kuelekezwa kwa vikosi hivyo vikionekana kushindwa jukumu lake. Hivyo viongozi wa Sadeki wakaafikiana kuondoa vikosi hivyo, hatua ambayo imepokelewa kwa hisia mseto na wananchi wa mashariki ya DRC pamoja na wachambuzi. Tunaomba serikali yetu ya Kongo jeshi wetu wakuwe determine, wakuwe wanasionaliste ili role yao ni kutugombania kutuchunga sisi na mali zetu na mafuta zetu za kwetu. Tumekuwa na mstiko sana kusikia SADC itarudi. SADC waliposema watakuja Kongo, sisi raia tulikuwa na tumaini sana. Tuliwaza watakuja kutusaidia kwa tatizo ambazo tunazo hapa Kongo. Dennis Konga, yeye ni mchambuzi wa diplomasia ambaye anatoa mtazamo wake kuhusiana na uamuzi uliochukuliwa na viongozi wa SADC. Diplomasia, jeshi alikupelekwa kule kwa ajili ya kusaidia serikali lakini sana ni kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande ule wa mashariki ya nchi hiyo, kwamba waweze kupata huduma za kijamii, waweze kupata masuala uh, ya msingi yale, kwa mfano unazungumza habari ya afya, elimu, yani utaratibu ule wa maisha uweze kwenda kama kawaida. Kwa hiyo, wanapoondoka tunaanza kupata maswali mengi kwamba ni je, hali imetengamana na kwamba vikosi vya serikali vinaweza vikasaidia hali iliyopo, au vikosi vya hata hawa ambao tunawaita ni M23 vinaweza kusaidia kuboresha maisha ya hawa wananchi wa eneo lile. Uamuzi huu wa kuondoa vikosi umekuja kipindi hiki serikali ya DRC na kundi la M23 wakitaraji kufanya mazungumzo ya kumaliza mzozo ambao anaendelea kushuhudiwa katika eneo la mashariki mwa taifa hilo, na anataraji kufanyika katika jiji la Luanda nchini Angola. Nordin Selemani, Azam News. Hayo ndiyo ambayo yanaendelea kujitokeza wakati ambapo unazungumzia mzozo wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lugete, mm. Tumesikia taarifa hii na tumesikia mitazamo na mapokeo ya wakongomani wenyewe mm. Uh, wakishtuka kuona Sadiki naondoka, lakini wengine wakisema jeshi lao lipambane sasa kwa sababu lenyewe ndo jeshi linategemewa kwa nchi, na jeshi kama linashindwa kupambana ina maana inakuwa ni kitu ambacho kinatengeneza hofu kwa wananchi. Wachambuzi, mnaona hapa kuna nini cha muhimu cha kufanyika ambacho inaweza kaa, ni maswali ambayo anaweza kapelekewa Rais Tshisekedi kuyafanyia kazi, na hata Rais Kagame ambaye amekuwa anahusishwa na, na mgogoro huu, kwanza ili kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro wa Kongo wale actors and the players wale wahusika wote ambao waliwataja mwanzo waliwataja watu, mashirika ya, ya, ya kikanda, Umoja wa Mataifa, mataifa makubwa jirani na Kongo, wote inabidi wahusishwe. Lakini ya pili, jeshi la Kongo ni lazima lifanyiwe ukarabati upya, kwa sababu bwana Raimu anatakiwa ujue kwamba kwenye ile operation Banyamulenge ya kwenda kumwondoa Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga mwaka tisini na saba Rwanda na Uganda ndo walitoa askari wengi, na baada ya Mobutu kuondoka Laurent Kabila alivyoshika nchi askari wa Uganda na wa Rwanda wakawa wameshikilia jeshi la Congo, lakini pia na askari wa Tanzania walikuwepo wachache. Baada ya askari wa Tanzania kuru, kurudi nyumbani baada ya kutoelewana na mzee Laurent Kabila, kurudi nyumbani kwao, jeshi la Congo lina majasusi kutoka Rwanda na Uganda kila misheni yoyote inayofanyia, kwa sababu mkuu wa majeshi wa kwanza baada ya Mobutu kuondoka kipindi cha Laurent Kabila alikuwa ni James Kabarebe. James Kabarebe ni mwafrika pekee ameshaikuwa na mwanajeshi nchi tatu ameshaikuwa kanali kwenye jeshi la Uganda kipindi Museveni iko polini kwenye bushi wo, amekuwa mkuu wa majeshi wa Rwanda, amekuwa mkuu wa majeshi wa Kongo. Kwa hiyo kuna majasusi, mtandao wa majasusi wa Rwanda na Uganda kuna jeshi na la na jeshi Kongo kwao, misheni yoyote inayofanywa na jeshi la Kongo fadi inavuja. Lakini pia wanajeshi wa Kongo huwa hawalipwi vizuri, alafu kuna marginalization kutoka wanajeshi waliopo Kinshasa, wanakuwa treated vizuri na wanajeshi waliopo Goma na Bukavu, Ituri, Bulembo, Bulendo na maeneo mengine hmm. Lakini kitu cha pili ambacho kinapaswa kufanyika uh, inatakiwa uh, serikali ya Kongo iweze kulinda mipaka yake kwa sababu tangu mm, Kongo inapata uhuru, serikali ya Kongo haijawahi kuwa na udhibiti wa mipaka, mipaka yake walau hata kwa asilimia arobaini, ambayo ni kazi ya jeshi ambayo ni kazi ya jeshi, jeshi. Serikali ya Kongo, huwezi kutegemea kwamba nchi yako ilinde na wageni, haiwezekani. Lazima kutakuwa kuna mwingiliano wa kimaslahi na mgogoro utakuwa mkubwa, kwa hiyo jeshi la Kongo na serikali ya Kongo ni lazima iangalie namna bora ya kuweza kulinda. Na mipaka inayosumbua ni mipaka ya nchi tatu: mpaka kati ya Kongo na Rwanda, Gisenyi, Goma, Rushuru, Goma; mpaka kati ya Kongo na Uganda kupitia Bunagana; mpaka kati ya Kongo na Burundi haya ndo maeneo ambayo yanasumbua maeneo. Mm -hmm, mengine ambayo yanasumbua ni mpaka ni kati ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati ambayo kule ndo unapata waasi wa Lord Resistance Army wakiongozwa na mwana Joseph Kony. Yeye sasa hivi hataki kuchukua nchi ya Uganda, anauza madawa ya kulevya na mtandao wote wa magendo naotoka Jamhuri ya Afrika ya Kati unaoingia Kongo ameushikilia yeye na eneo la Kabinda, mpakani mwa Kongo na Angola. hmm. Ndio maana Angola amekuwa ni mdau mkubwa wa amani ya Kongo, kwa sababu anajua Kongo ikiharibika na eneo lake. Lakini kingine hmm. serikali ya Kongo ni lazima iboreshe maisha ya watu wa Goma na Bukavu, vile mikoa Goma Kivu kaskazini hmm. na Bukavu Kivu kusini pamoja na Ituri ni mikoa ambayo imetengwa ni maskini sana, ndiyo maana hao waasi ADF, M23 waasi wa maimai, ni rahisi kwenda kuchukua watu na kuwajaza sumu na kuwaingiza kwenye mtandao wa waasi, kwa sababu kule huduma ni mbovu, za hospitali, shule, barabara. Kwa hiyo hali ni mbaya sana, na ndiko kwenye machafuko zaidi kwao. Yeah, ni eneo ambalo ni baya ambalo linavutia watu kujiunga na waasi, baada ya kuona kwamba imefeli. Sawa sawa. Lugete, binafsi tunayo mengi lakini muda wetu umetutupa. Endelea kuitazama UTV. Asante sana kwa kuwa nasi.